Dua, tu tuambie chochote hapo kuelekea mechi yetu na tukio hili ambalo tumewafanyia kuelekea Jumatano. Uh, mimi kama kapteni wa maveterani, kwanza napenda kushukuru uongozi wa Simba kwa kutuwezesha hicho kitufanyia, kwa sababu ni timu chache sana kuwathamini wachezaji ambao wamepita katika klabu, na vilevile vile napenda kushukuru Rudi ambao wametoa tiketi pamoja na usafiri. Kwa upande wa gemu mi naweza kusema mechi haijaisha, na siku zote simba kama Simba. Sasa mimi mwenyewe nimecheza na mechi kama hizi nimecheza sana, sio so kidogo. Kwa maana hiyo, mimi mi nina uhakika Jumatano wale watu tunaondoa, na nikisema hivyo, niliona game iliyopita ni sisi wenyewe, mimi naweza kusema tumejipindua tu, lakini kwa Dar es Salaam kwa Mkapa na kwa mikakati ninayoijua mimi ya Simba,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 mno mno, na hii sio mara ya kwanza e, nadhani itakuwa kama mwendelezo wa sisi kusaminiwa kwenye klabu ya Simba. Kila inapotokea jambo kubwa kama hili, huwa tunaitwa na tunakabidhiwa kama hivi tiketi, au tunasaidiwa kwenye mambo mengi, na kama alivyozungumza hapa meneja wa habari na kata, katika ligi yetu kuna vitu ambavyo tumesaidiwa na kama klabu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 Tukijaza uwanja ni nafasi kubwa sana sisi ya kwenda nusu fainali, ipo goli mbili, sio nyingi kabisa. Ninavyojua Simba, tuna uwezo sisi hapa wa kupata hata zaidi ya goli tatu. Kwa hiyo tuna imani kabisa, watu wajitokeze tu kwa wingi. Tuna uhakika wa asilimia mia moja sisi tunakwenda nusu fainali. Asanteni.